Vodacom kazi ni kwako. Mheshimiwa Spika, sio vyama vya siasa na wanasiasa tu ambao wameangukiwa na adha hii ya serikali kuingia katika njia ya ukandamizaji. kwa sababu ya rais, kwa sababu rais anatumbua majipu hadharani na hasa kwenye vyombo vya habari, sasa mawaziri nao wanatumbua majipu ya wizara zao hadharani. Haijalishi kwamba mawaziri hawa sio mamlaka za kinidhamu za utumishi wa umma, na kama tulivyoonyesha tulivyo, wala hawajakasimishwa ma, majukumu ma, yoyote kisheria. Sasa mawaziri wanafukuza au kusimamisha au kuhamisha watumishi wa umma walio chini yao. Wakuu wa mikoa nao sasa wanatumbua majipu mikoani, wanasimamisha wakurugenzi wa halmashauri za serikali za mitaa na watumishi wengine wa serikali za mitaa bila kujali kwamba hawana mamlaka yoyote kisheria ya kufanya hivyo na siku hizi haipiti wiki hata moja bila kusikia kwenye vyombo vya habari kwamba mkuu wa mkoa au wa wilaya fulani ameamuru afisa huyu ama yule wa halmashauri au diwani huyu au yule akamatwe kwa sababu hii au ile. Wote hao wanafanya hivyo ili wajionyeshe kwamba wanafanya kazi ya bwana mkubwa, ili asije akawatumbua majipu wao wenyewe. Hofu ya kutumbuliwa majipu ama na rais mwenyewe ama na mawaziri ama na wakuu wake wa mikoa na wilaya, sasa imetanda kila mahali katika utumishi wa umma. Hofu hii inatokana na ukweli kwamba katika kutumbua majipu haya hakuna tena kufuata utaratibu wa kinidhamu uliowekwa na sheria za nchi yetu. Sasa hatua hizo zinachukuliwa na wasio na mamlaka ya kisheria katika majukwaa ya kisiasa au kwenye mikutano ya waandishi wa habari, na hakuna aliye salama, kuanzia katibu mkuu kiongozi hadi nesi wa hospitalini na mfagizi wa ofisini. Nchi yetu imeingia katika mteremko wenye utelezi mwingi kuelekea kwenye dola la kidikteta. Mheshimiwa Spika. Kwa vile serikali hii ya Rais Magufuli imekumbatia dhana ya kunyamazisha upinzani dhidi yake, uhuru wa vyombo vya habari umewekwa rehani. Kwa kuwa Bunge hili lilijitokeza katika miaka kumi ya utawala wa Rais Kikwete kama chombo chenye nguvu ya kuiwajibisha serikali na watendaji wake, serikali y hapa kazi tu imeamua kulinyamazisha Bunge na kulifanya kama lilivyokuwa wakati wa miaka ya chama kushika hatamu, yaani chombo cha kupiga muhuri na kuhalalisha maamuzi ya watawala. Wala sio siri tena kwamba kamati za kudumu za Bunge hili zimepangiwa, zimepangiwa nje ya Bunge na mamlaka ambazo sio za kikatiba wala kanuni wala sio siri tena kwamba sasa bunge hili linaongozwa kwa maagizo ya Ikulu. Mheshimiwa Spika, yaliyobaki na yaingie katika rekodi rasmi za bunge la unga mkono hoja, unga mkono hoja.